Tutazungumza michezo. Hii ni cha pesa Media, nipo na Shabani Mpira Pesa na hii exclusive interview. Mambo mengi yameibuka hivi karibuni, mashabiki wa Young Africans wakiwa wanawacheka Simba Sports Club, baadhi wakupata eh, safari kuelekea kule South Africa na wazo wengine, mashabiki mbalimbali wa Simba Sports Club wamejilipia safari zao kwenda South Africa. Nipo na Shabani Mpira Pesa. Shabani, kwanza kwema? Kwema, nashukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah mzima kabisa, manake mpaka umekuja kufanya mazungumzo na mimi basi mzima. Na nchi yetu ya Tanzania ikiongozwa na Mheshimiwa Samia Hassan iko katika mikono salama na, na vijana wake wote tuko salama, kama unavyotuona pepea bila wasiwasi, bila, bila inapepea kwa mambo makuu mawili. Kwanza, tuko kwenye nchi ya amani lakini la pili, tunacheza nusu fainali kesho, nusu fainali ya pili dhidi ya Stellenbosch ya South Africa. Lakini tukiwa tunacheza nusu fainali tukiwa tuna, tuna msingi wa goli letu ambao limefungwa na mchezaji bora John Chazawa. Kwa hiyo sina pressure na wala sina wasiwasi, niko vizuri kabisa pesa kuna su tufahamu, mashabiki wa Young Africans akiongozwa na God Yanga akiwa anawaambia mashabiki wa Simba Sports, mmeachwa njia panda kwenda kule South Africa daba katika mechi yenu ya kombe la shirikisho bana Afrika wakati huo oh, Zanzibar mnaenda kuisupport timu, lakini South Africa amjaenda Shabani mpira pesa <laughs> mabogazi yao hawana la kusema, kwa hiyo kama hawana la kusema acha wa, wazungumze propaganda. Simba sio klabu tegemezi, so kwanza watanzania wa wote wajue Simba sio klabu tegemezi, na ili iwe Simba lazima kuwe na watu watu, na ndo kama sisi unavyotuona kama unavyoona wakina Mikoi Kisugu, kama unavyoona kina pasi milioni mzee wa, wa mipasi mingi, kama unavyoona kina Abdudu mzalamu akina Agi, Simba ndo Simba wakina... Simba unazungumzia watu sawa. Kwa hiyo watu wa Simba hawana hawana polojo na hawana komedian na hawana na maisha ya kueti, sawa. Simba ni klabu ambayo imeanzishwa mwaka 36, waloanzisha watu wenye rangi ya rutuba ili ili wote tumebarikiwa, lakini tu tunazidiana. Tuna mitume yote nadhani walikuwa weupe eh, lakini ukiachia hilo, Simba imeanzishwa kwa jina la kwanza kabisa, kwa watu wenye akili timamu, ilikuwa Sunderland. Sunderland, kuna klabu moja iko Uingereza nadhani eh, na tena ligi kuu, na si kama imeshuka au ipo. Lakini unapozungumzia Simba kuanzia watu wake, viongozi, yani, mashabiki, viongozi, wachezaji, na kila mtu wa Simba lazima awe na akili timamu. Simba tunajua kwamba mpira unahitaji pesa, ndio maana hata soka wetu tunaita mpira pesa. Simba inategemea mashabiki wake kufanya nao biashara, kuingia uwanjani, kukata tiketi, kununua bidhaa za klabu ya Simba kama tunavyoona sasa hivi, tumechukua kampuni kubwa lile likubwa lile lidia dola lile kubwa lile. ehe, kwa hiyo lazima tufanye, tufanye biashara na Simba ili Simba yetu isonge mbele. Sasa wale wanaezungumza machawa wale wanategemea kulipiwa wa Yanga Afrika, kuna waandishi wale wanalipwa, klabu ambayo watu wanaijiweza mtu wa Simba na nik, kitu anaweza kuwa lakini mwiko nyuma, mtu akiwa na hii, na hii leo anaita mkubwa kati sasa hivi wako mashindano ya muungano. Kwa hiyo uwezo kwa mkubwa sasa hivi cha cha muungano, wakubwa wenyewe jana wameona wa na kesho wengine waona. Kwa hiyo wale kuna kuna mmoja nimemmsikia yule anandevu chafu hivi. Kuna mmoja ana mandevu devu ya ovyo ovyo, sijui nani yule. Ana ana, ana ana mwili mkubwa kama mtu ambaye anakula kula, kula ovyo. Bonge hivi wa mwiko nyuma, ana midevu. Kuna siku alisema Simba akishinda akanyole ndevu baadaye analialia. Nimemsikia, anasema, oh watu wa Simba ametutuma tunaenda kuongelea. Simba hawezi kumtuma mtu akaongelee. Simba vitu vyetu tunajua sehemu gani ya kusema. Kwa hiyo Simba si hatuzungumziwi eh? Sisi, at, si sisi tunajiendesha wenyewe ndio maana kwa kuwathibitishia hilo, wameenda South Africa wamelipiwa mpaka familia zao nyumbani, mtu akapewa hela ya kuacha nyumbani wao wameondoka wameenda Algeria, wamepewa ndege wameenda, wachache tena wengi, passport ya wana wamechukuzana, wame baadhi ya watu wameenda, wale wale machawa, afu anasema wamepelekwa Simba Sports Club, wow. Wao hao hapo wanaosema watu wajaripiwa, wameenda Kigali Rwanda, wamelipiwa magari yote, wameenda bule na kulala, wamelala bule. Sawa, Simba Sports Club, timu imeenda Zambia, kila mtu kalipa nauli yake, timu ilienda Malawi, kila mtu amelipa nauli yake. Mama yetu Samia Hassan, nichukue nafasi hii kwa kumpongeza ametoa ndege kwa sababu ya wachezaji wetu na benchi la ufundi na viongozi baadhi ambao watasimamia timu yetu. Amejua ugumu wa hii mechi iko wa, wapi. katoa ndege mapema watu wamesafiri kwa bado siku tano mechi. wameenda wa, wa kujiandaa ili tusifanye vizuri. tunampongeza Mheshimiwa mwe rais, tunajua yeye ndio rais wetu na anachokifanya ni kitu sahihi kwa sababu katoa ndege kwa sababu ya wachezaji wetu na, na benchi la ufundi na, na watu wengine lakini nime nufai, nime nimefurahi zaidi nimeona wamechukua mpaka na vyakula vya asili ya kitanzania ambavyo vinaleta energy ya kila mchezaji kupambana uwanjani, wamebeba wameenda South Africa. Mashabiki kama mashabiki wana nafasi yao, lakini wanatambua nafasi yao ni nini. Ndio maana tunaonyeshaga mfano, hamna klabu yote iliyoja Benjamin Mkapa katika nchi hii isipokuwa kwa, kwa kutoa viingilio isipokuwa Simba Sports Club. Na hata hili tumeona timu imeondoka, imefika Johannesburg, imepokelewa na mashabiki, imetoka, imeenda Durban, imepokelewa na, na, na mashabiki wa klabu ya Simba. Lakini achia hilo, kuna mashabiki ambao wanaipenda klabu yao, wameondoka kwa pesa zao, zaidi ya watumia na wamesafiri wameenda South Africa. Hiyo ndio Simba Sports Club ambayo haina watu tegemezi, ina watu wanaojitegemea na wanaijua thamani ya mpira na wanajua thamani ya, ya klabu yao na thamani wanoy... wanaojua mashabiki wa Simba Sports Club kujua thamani yao ni kubwa na klabu yao ni kubwa. Ndiyo maana unakuta leo tuko nafasi ya nne, ndio maana unakuta leo tunacheza nusu fainali, ndio maana unaona leo Jairuti amekuja kuweka mabilioni ya mabili pesa na kutuletea kampuni kubwa ya Diadora kwa sababu ya thamani yetu. Lakini tusingekuwa tunajielewa, leo tungekuwa muungano Cup tunapanda maboti tunatamba kwamba tumepeleka kikosi chote muungano kapu, vitu vya vichekesho sana. Yani mimi nilicheka sana baada ya kumuona afisa habari anatamba tunapeleka kikosi chote, mpaka yule Pacome Zouzoua, si mpaka nani, natamba, muungano? Unatamba muungano, wapi muungano ambayo muungano si tulienda kama mazoezi, tukashiriki tukabeba tu, tuka tukaliona kwa sababu tuna jambo lingine kubwa la kubeba, nchi. Tumewachia muungano, enda wakashiriki, lakini tuwaambie sisi siyo tegemezi. Ndio maana waliosafiri wamejitolea, na tuliobaki nyumbani tunalinda ngome ya Simba Sports Club Tanzania. Tumebaki nyumbani, kesho tukutane za kiem Big screen inafungwa. Wana Simba wa Dar es Salaam tunawaunga mkono, wana Simba wa, wa dunia nzima tunawaunga mkono, wale walosafiri na wale tusiosafiri. Tutakaa kwenye mativi yetu, tutalipia king'amuzi cha Azam, kama hujalipia lipia mapema ili ukamuone mnyama kwenye TV yako. Na kama unaona nyumbani kwako hakuna heka heka, basi panda, chukua chuma ndo zakiem katika uwanja wetu wa Mavumba, ambao kila hamasa lazima tuguse uwanja ule. Safari hii tunafunga big screen na tumwambie Ahmed Ally semaji anaunguluma South Africa. Sasa hivi anaunguluma tena, akiwa anaunguruma, sio akiwa peke yake, akiwa na nyomi la Watanzania la wa walokuwa South Africa, akiwa na nyomi la watu kutoka Msumbiji ambao wanaitakia mema Simba, akiwa na nyomi la watu kutoka Zambia ambao wamemzunguka. Kwa hiyo ana nyomi la watu wote ambao ukanda wa Sekafa na ukanda mwingine wanaisapoti timu yetu ya Simba Sports Club. Kwa hiyo sisi wana Simba sio watu wakulipiwa. Kwa kuwaonyesha hili wao katika safari zao walisafiri watu wasiopungua 30 au 40, ila Simba tena kwa kusafirishwa, ila Simba kwa kusafiri wenyewe wamesafiri zaidi ya watu mia, na kule wamekuta kijiji. Na kwa kuthibitisha hili, waangalie kesho kwenye skrini ambayo tunaifunga za kiemu, waangalie kesho kwenye mativi yao majumbani. Wataona sura wanazoziona Tanzania ambazo walisema haziendi, zingine zimeenda, zingine tumebaki kwa sababu ya mapokezi ya Jumatatu, mapokezi ya Sharubela. Termino pale uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage. Mpira pesa kesho mpira la Simba Sports Club amepeperusha bendera kule South Africa. Mchezo utakuwa na namna gani? Maana Stellenbosch sio timu ya kubezwa. Shabani mpira pesa amemtoa bingwa mtetezi eh, Zamalek, vile vile Simba Sports Club vilevile ana historia nzuri pale South Africa. Eh, mechi itakuwa ngumu lakini unaposema Stellenbosch sio so timu ya kubezwa kwanza lazima utambue Stellenbosch anacheza na nani? Kwanza anacheza na Simba ambayo iko nafasi ya nne katika ubora Afrika. La pili anacheza na Senior Legendary Mwamba Simba Sports Club, mzoefu wa kazi hizi Simba Sports Club, mzoefu wa hizi kazi Simba Sports Club. Lakini la tatu anacheza na timu ambayo ina wachezaji wenye vipaji na mwalimu aliyokuwa bora. Kwa hiyo sisi hatuangalii nani kafanya nini. Na ukichukulia hilo mechi yetu ya kwanza tumecheza Amani Stadium, tumetoka na mtaji wa, wa goli moja bila klabu bingwa. Mechi zao zote wameenda sare za kwanza. Jana watu ndo wamefanya maamuzi ya kwenda tu wengine ya, ya, ya finali. kwa hiyo sisi mtaji wetu wa lile tun, wa. goli moja kwanza tunatamba nalo. Na goli lile limefungwa na mchezaji bora John Chazaua. Kwa hiyo goli bora na limefungwa na mchezaji bora John Chazaua na tuna goli bora limefungwa na mchezaji bora Jenchazaua. Kwa hiyo kubeza, si hatukatai, wanabeza kwa sababu wanapewa pesa za kutumbulia wazazi wao mishipa, wanapewa pesa za wake zao wa kujifungua kwenye hospitali, wanapewa pesa za kwenda kulipa makodi ya manyumba, wanapewa pesa za kula, wananunuliwa mpaka chakula cha Ijumaa Ijumaa, biliani na mandi. Simba tunajitegemea wenyewe. Mimi umeniona Ijumaa kwangu nimeshaweka kabisa pilau la nyama alina gharama shilingi kumi tu, nikimwachia pale wife ananitengenezea pepe lao la nyama. Lakini nikiamka asubuhi, kuna mama mbele yangu anakaanga miogo, nakula miogo yangu sita saba na chai ya kutu, chai ya kutu ya rangi ile nagonga, maisha yanaendelea. Mchana nakula dona pale buku mbili, jelo naagiza dona langu na chukuchuku nagonga. Hayo ndo maisha ya watu wa Simba. Sasa si atoeke maisha ukitegemea kwamba kila mtu kitu lipiwe lipiwe. Ndo baadaye unaenda kuekti maisha makubwa wakati wewe una kitu. Leo unaenda kuwashambulia mashabiki wa Simba kwamba hawajasafirishwa. Wewe wamekuambia atakusafirishwa wewe? Unajiweza. na ndo maana umeona baada ya timu kusafiri na wenyewe wamekata matiketi ya ndege wameenda tena si South Africa. Hatujaenda, hatujaenda na magari. Kuna mtu wa Simba kaenda na gari wote wamechukua wa mbungo wao, wameondoka na ndege, miguu imejaa mpaka jinzi zimechanika, jinzi wamechana hivi na kiwembe, zimejaa ile dhiki. Wameenda na magari South Africa, kilometa karibu elfu nne na kwenda tu, kwenda tu na kurudi karibia, yaani kilometa nyingi. Leo ukitoka hapa mpaka Bukoba tu kilometa elfu moja mia tano nakuwa hoi, je kilometa elfu nne itakuwaje? malofa wameenda hao hao, mwiko nyuma tena wamepelekwa, wamelipiwa hela ya majumbani kwao, wamelipiwa kusafiri na kwa gari, wamelipiwa viingilio mpaka sehemu ya kulala. Wanaongea ongea nini? Wasiongee wamba na, wa, na wamba kwelikweli ambao wanapenda klabu yao na wanajua thamani ya mpira na, na wanajua klabu ya Simba inahitaji kitu gani. Hamna alopanda gari, wote wamechukua pipa, zaidi ya watu mia na wako Dabani sasa hivi. Wameshuka Johannesburg, wameondoka wameenda Dabani. Wamekutana na watu wa Johannesburg, wamekutana na watu wa Dabani na wa sehemu zingine wameungana, wana support timu yetu. Hiyo ndio Simba Sports Club, hiyo ndio Sandalen, hiyo ndio mpira pesa. Uwezi kuweka jina la mpira pesa afu kawalofa. Hata siku moja unaishi maisha yako ambao unajua haya maisha yangu sio maisha ya kuweti. Leo kuna kijamaa kimoja jina lake tena atakanipigia kisugu nimuulize hapa. Jina lake sio, anaitwa nani? Nywele zake zina kipilipili, hata kwenda saluni anashindwa. Anaongea ongea zani, mwalimu si teacher si eh? Sasa kisugu ana jina lake analijua sio? Ana jina lake sijui bahati, sijui jina kama la kike hivi, anaongea ongea. Sasa ongea nini kama maisha yako wewe unategemea uongee? Mradi tajiri ya kuone, nenda kwa tajiri, nenda kasafishe meza yake uvunguni, tajiri aone mgongo wakati unasafisha meza. Eh, e, na ndo na ndo pate hela, usiongelee simba. Simba yongelewi na marofa bwana. Simba naongelewa na watu wenye thamani yao kama kina Jart kama kina Ahmed bin Ali kama mzee Mwamba Muktaza Ali Mangungu, wao ndo wapo kama Mhamed Deo Jimo tajiri. Sawa, wewe unaniongelea? We unakaa vichocholoni, uswahilini, kodi ulipi, ufanye chochote, kwa sababu hata ofisi ya, ya Simba, kwa kwa ya, ya Yanga yuko wapi? kwani yule ana tawi kwa yule muuni yule soma na chama na ah, historia ya nini? Kuna watu anahistoria historia ya nini kibengi, ya kibegi cha nini? Wale ndo machawa, mimi siyae kuona yule a hata tawi hana, umeona? Si mpela pesa hapa, tunalipa kodi kwa mwezi si chini ya laki tatu, tunalipa hapa, sawa. Kodi tunaolipa mwenye nyumba anaenda kulipa TRA, hela hey, inaingia kwenye serikali sisi tunavyofungua hapa kuna mambo mengi tunalipa ya serikali, ela inaingia kwenye serikali mama. Hela yake ile tunaichangia, watu wa Simba kaizungusha kawapa Simba ndege, sawa. Lakini wale machao wanaongea, wale wanaopenda kila siku kulipiwa, ndo wale ambao wanataka na sisi tuende kulipiwa. Sisi kama mama ataamua kutupa ndege, atatupa tu, lakini si wenyewe uwezo wa kwenda tunao. Ndio maana watu kila sehemu wanaenda kulipiwa. leo wameenda Rwanda tu wamelipiwa, gari zinaenda Mwanza, watu wanalipiwa Simba ameenda Bukoba, wameenda Tabora, ameenda wapi? kosa si chini ya nane. Kila mtu kalipa hela yake, na mna kila mtu kalala. Wao walilipiwa. Sasa wasifananishe sisi na wao si, si, si kwa, na watu wezi kwa loloti timu yetu sisi si, iko juu. Lakini la pili, hata katika uwezo wa kusafiri watu wetu wanasafiri kwa gharama zao wenyewe. Ni wapongeze wanasimba wa, wa, kwenda South Africa, niwapongeze wale ambao walo kwa South Africa na niwapongeze wanasimba wa Tanzania ambao wanatengeneza mikakati ya kesho. Jiji la Dar es Salaam na nchi ya Tanzania itakapotetemeka baada ya mechi kuisha, kila mtu kajipanga. Si wenyewe hapa tunajipanga kesho, skrini mbili hapa mpira pesa tunafunga moja hapa, ingine tunafunga tu, tu, tu, nje zakiemu inafungwa big screen kwenye matawi yote tunafunga na kesho, nchi ya Tanzania kwa sababu ni weekend. Mtoko wa kesho, nyeupe na nyekundu na bluu, ndo mtoko wa kesho. Kwa hiyo jiji baada ya mechi saa kumi na mbili, wale waliokuwapemba kule wanavua samaki wavuvi Wan, wa, wanavuta nyavu hivi ngamani, wanavuta nyavu wabakie kuvuta nyavu sisi tuko tukudabani tunawakilisha tu, tu, oh, nchi uwan, wanavuta nyavu si wavuvi wale. Muungano e, eti e. tapeleka kikochi chote peke, peke, chote. Wapi, we mwanaume mzima, naenda kutamba muungano na kikochi chote. Kikosi huyo na nasikije jamaa yote kikosi chote. Sasa wewe eti wewe tepeleka chuchu tepeleka Pacome chote. Tepeleka kikosi. Unapeka mashindano gani? Ya kuku, ya mbwa. Ya muungano. Ya uh, ni muungano. Yeah. Muungano upo tu Tanzania tunapendana. Mtanzania kama Mzanzibari, Mzanzibari kamemom memuamda, Mtanzania bara. Leo wale wanatamba eti mtu anapeleka muungano anatamba. Kikosi chote Pacome Zouzoua. Sijui, sijui Aziz Ki, sijui nani. Mashindano gani? Anatambulika kwenye nini? Mashindano ya ya, ya, ya nini? Wewe unatamba mbele ya wanaume wenzio, eti mimi nacheza muungano. Wewe mtoto una wewe una matatizo gani wewe, mtoto au mtoto sio nani? Eh, kwa sababu gani wewe muungano unatambaje muungano? Eh? Wenzio wako South Africa Durban. Wewe uko Pemba unavuta nyavu. Avuta nyavu hapo. Nini? Tulienda tulicheza kwa sababu ilikuwa mashindano haya bado hayajaanza. Lakini yalivyoanza, tuko tuna kazi hii. Mwanaume lazima utoke asubuhi kafanya mipango bwana. Lakini wale tumewaacha nyumbani wanakatakata vitunguu. Wanakatakata nyanya wanakaanga kaanga, ili akidi sisi tuko wamba sasa. Na ndio kwa kule sasa tutafanya. Ndio mwalika mtani pale zake yeye mkuangalia Simba dhidi ya Cerebro. Hatuchagui. Wasio wanafiki tu. Lakini hatuchagui. Yote atakayekuja tunampoto tunamkaribisha atuje kufurahi. Si swala la nchi. Swala kaliunga mkono rais wewe, sijui mwalimu, si godi Yanga nani. Sasa so, kadi swala kaliunga rais wa nchi. Rais wa nchi ndo top. Kauli ya rais wa nchi ni sheria. Rais wa nchi katoa ndege. Lazima lazima tuheshimiwe. Rais la wa nchi kato kabisi bendera ya nchi, wewe leo uko muungano mpoa bendera nani? <laughs> Nawaona huko jinsi walivyovimba kama, nawaona kwa makaburini jinsi wanavotuzika kama, nawaona wanavomzika elimu Panzu kibisawala kama, nawaona jinsi wanavomzika ule yule yule mwamba kibdenis kama, nawaona wanavomfukia yule pimpin Kamara kwamba eh hey, babu, tunaomba pimpin kesho goli alione kama vile giza eh hey, hey. Tuambie, watazika sana lakini sisi tuko vizuri sana tena, sisi tuko vizuri kuliko wanavofikiria wao, na tuambie tu yasiwageukie kwa, kwa jinsi tulivyo tulivyojipanga, waende bila jua, kila mtu akalinde kaburi lake. Leo usiku wa leo kuamkia kesho, wako sana makaburini, wanazika. Si imani zao ndo hizo kwamba simbaishi tutawaroga, na wanasema nyee kabisa, tutawaloga tuhakikisha watatolewa timu makologwa. Ile timu imejengwa na mwalimu bora Fadu Davis vijana wanaingia darasani, umesikia? Wale wachambuzi wanaenda wanakuambia, kwanza mwalimu kabla ya mazoezi ya, ya uwanjani, kwanza anawatia vijana darasani, anawapa elimu ya darasani, alafu ndo anawatia katika pichi. Hilo sio jambo dogo, sawa? Si hatutegemea vindumba ndumba, si tunafanya shughuli ya mwalimu Fadru, na avu vingine pointi itakayotuongezea nyingine, mwalimu Fadru pae nando nyumbani Beben Eh, yuko Debeni pale hapo kuna wabongo kama wote hapo Debeni. Alafu ndo ubaya ubwela umejaa vibaya mno. Na ndugu yangu yani namuona toka jana utasema yani ndo yuko yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yuko kule kwao yuko Kiwalani kule ya Mediali. Yaani anazungua anazunguzwa kila anapoenda watu wanamuita Bwana Ahmedi cho ungue. Yaani kama yuko Kiwalani kumbe yuko, yuko Debeni. Hiyo ndo Simba Sports Club. Nashukuru sana. Nashukuru sana.